Tumsifu Yesu Kristu. Mama Maria malkia wa mitume, utuombee. Karibu kwenye chaneli hii yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari takatifu, jia ya msalaba, sala ya kila siku na mafundisho mbalimbali ya kanisa Katoliki. Leo twasoma masomo ya misa Ijumaa baada ya Jumatano ya majivu. Somo la kwanza: Isaya sura 58 mstari wa kwanza hadi 9. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu asema hivi: Piga kelele yako yote, usijizuie, pasa sauti yako kama baragumu uwahubiri watu wangu dhambi zao na nyumba ya Yakobo makosa yake. Wanitafuta kila siku, watamani kufahamu njia zangu, sawa kama wangekuwa taifa lishikaro haki, pasipo kusahau masharti ya Mungu wake. Wataka kwangu sheria za haki, watamani kumkaribia Mungu, husema: Bona tumefunga lakini hutuoni. Bona tumejitabisha lakini huangalii. Lakini siku za kufunga, mwafanya anasa na kuwalemea wote watendao kazi kwenu. Lakini pale mfungapo, mwabishana na kugombana na kumpiga ngumi maskini. Musifunge kama mnavyofanya leo ili kuifikisha sauti yenu huko juu. Je, huo ndio mfungo unaonipendeza? Ndio siku mtu anapojikatalia? Ndio hayo usemayo ni mfungo, ni siku ya kumpendeza Bwana? Je, hamjui mfungo unaonipendeza, kukata minyororo ya udhalimu, kuregeza kamba za nila washahuru walioonewa, kuvuja ni la zote uwagawie, wenye jaa mkate wako na maskini wanaotangatanga uwaingize nyumbani mwako. Ukiona mtu aliye uchi umvike nguo, wala usimkatalie yeye aliye mtu sawa nawe. Ndipo mwanga wako utatokea kama alfajiri, na vidoda vyako vitapona upesi. Haki yako itakutangulia, nao utukufu wa Bwana utakufuata. Ndipo utaita naye Bwana ataitika, utalia naye atasema, mimi hapa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura hamsini na moja mstari wa tatu hadi ine Tano hadi sita A, kumi na nane hadi kumi na tisa Kitikio: moyo uliovujika na mnyenyekevu, e Mungu hutaudharau moyo uliovujika na mnyenyekevu, e Mungu hutaudharau moyo uliovujika na mnyenyekevu ebu taudharau moyo uriovujika na mnyenyekevu, E Mungu hutaudharau. Unihurumie, ee eh Mungu, kulingana na wema wako, kwa kadri ya huruma yako kuu, uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu unitakaze dhambi yangu. Moyo uliovunjika na unyenyekevu, Ee Mungu, utaudharau, kwa maana natabua makosa yangu, na dhambi yangu ipo daima mbele yangu. Nimekukosea wewe peke yako, nikatenda yaliyo mabaya mbele ya macho yako. Moyo uliovujika na mnyenyekevu e Mungu utaudharau kwa maana, upendezi na sadaka la sivyo ningali kutolea wewe, upokei sadaka ya kuteketezwa. Sadaka ya Mungu ni roho iliyovujika, moyo uliovujika na mnyenyekevu

Sifa na utukufu kwako e Kristu, sifa na utukufu kwako e Kristu. Tafuteni mema wala si mabaya, mpate kuishi naye, bwana Mungu atakuwa pamoja nanyi. Sifa na utukufu kwako e Kristu, sifa na utukufu kwako e Kristu. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Utukufu kwako e Bwana. Mathayo sura ya tisa mstari wa kumi na ine, hadi kumi na tano. Wakati ule wanafunzi wa Yohane walimjia Yesu akisema wa, kwa nini sisi na Mafarisayo tunafunga lakini wafuasi wako hawafungi? Yesu akawaambia wa, wageni harusini waweza kusikitika wakati bwana harusi yupo nao lakini siku zitakuja atakapoondolewa bwana harusi kwao, ndipo watakapofunga. Ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristu. Nashukuru kwa kushirikiana nami leo kwa masomo ya leo na kuomba. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kwenye channel hii, kaidri subscribe. Kama bado we si mgeni, lakini bado hujasubscribe, na kuomba usubscribe. Muwe na siku njema na Mungu awabariki. Tupatane kesho kwa masomo ya Jumamosi baada ya Jumatano ya majivu.